Endeleeni kusimamia maadili ya kazi, tunzeni jina zuri la wizara. Mnachokifanya mikoani ni kwa niaba ya wizara, msije mkajisahau. Kumekuwepo na changamoto moja hivi sasa, maafisa wenu wa chini mnawaachia, mnawapa uhuru wanafanya vitu vingi sana ambao mwisho wa siku vinachafua taswira ya ofisi ya REMO. Narudia tena leo, narudia tena leo, ukishindwa kuwadhibiti maafisa walioko chini yako, mimi nitafanya kwa niaba yako, na nikifanya kwa niaba yako, siku zako za kuwepo hapo zitakuwa zinahesabika. Huna sababu ya kuendelea kubaki katika mkoa ambao huwezi kuusimamia. Hakuna sababu kuendelea kubaki hapo. Kama mimi nitakusaidia kutatua mgogoro wa afisa wako na wewe huko hapo, kuna mambo mawili. Ni uzembe au na wewe ni sehemu ya tatizo. Kwa nini nakuambia kabisa Raymond? Kabisa? Ukiona nimeshuka chini kutatua mgogoro kwenye mkoa wako wa kuhusiana na afisa wako na, na wewe huko hapo. Jihesabu, na siku zako zinahesabika. Nataka niwaambie ukweli kabisa. Katika eneo hili kabisa tukubaliane. Last time niliwaambia, naomba nirudia hapa, wako baadhi ya maafisa wanatuletea migogoro mikubwa sana kwa sababu ya Watanzania wengi wana uelewa. Ninyi mmekaa darasani, mnafahamu, mnasahamu, mnafahamu kusoma yale majira nukta, mnafahamu vitu vingi sana vya kwenye leseni. Watu wengi walioko chini yenu wanateka advantage ya kutokuwatendea si vyema wananchi wetu na kusababisha migogoro ambayo haina sababu. Naomba niseme tena hapa leo na nieleweke vizuri kabisa, kumekuwepo na utaratibu ya baadhi ya watu wachache wanakimbia ofisini huku kuja kuomba leseni eneo ambalo tayari unakuta kuna wachimbaji wadogo wako pale, na wana take advantage kwa sababu ya watu wetu wengi hawana uelewa na kija hapa kusababisha migogoro ambayo haina sababu. Katibu mtendaji, naomba nirudie hapa tena, mimi sitakubaliana na utaratibu wa watu wachache kuja kukimbilia kupata leseni kwenye maeneo ambayo yana wachimbaji wadogo na kusababisha migogoro, na yeye kwenda pale kama mpangishaji wa lile eneo. Kwa kweli utaratibu huo hatutaukubali, na mimi sitakubali, na wenzangu pia alikadhalika. Hatutokubali. unaleta migogoro mingi sana Tumefanikiwa kufanya marekebisho ya kanuni zile za wenye maduara na wenye leseni. Sasa hivi tumebakiza changamoto moja tu. Mtu anakuja kuomba leseni, ambao tayari pale kuna watu, kuna wachimbaji wadogo wako wengi sana, anataka akate leseni huku, akienda pale wale wao wapangishaji wake, kwa sababu tu anataka advantage yeye kufahamu baadhi ya ya taarifa. Nataka niwaombe ramozi katika jambo hili niwaombe sana hakikisheni, msiwe sehemu ya mgogoro. Aramo yoyote ambaye ofisi yake itakuwa sehemu ya mgogoro, kwa kweli hapa hatutaelewana. Nataka niwaambie kabisa, katika eneo hili hatutaelewana. Nataka sekta hii iendelee kubaki na utulivu, na utulivu pekee ni sisi, twendeni tukatende haki kwa wananchi wetu, twendeni tukatende haki na migogoro miwili nitaifikisha mwisho mwezi Februari, ambayo kama itathibitika, kama itathibitika jinsi hivyo ilivyo, wahusika nitawachukulia hatua. Ina mazingira kama haya ambayo nayasema, na hapa ipo mezani kwangu miwili, na vyombo vingine vinachunguza. Nitawachukulia hatua asubuhi kabisa kwao mmoja wenu hapa akiona kuna siku hayumo kwenye orodha, hajua ndio yule ambaye nilimtamka hapa siku ya leo.